Siku ya hiyo ya tarehe ishirini na tisa, lakini waliegemeza zaidi maaskofu katika kile ambacho kimeleta masikitiko na kimeharibu historia ya nchi yetu, hasa yaliyotokea mauaji. Mauaji ndio tulichokiongea. Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na e, waziri mkuu, kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja Alafu ana mahusiano mazuri sana na kanisa Katoliki. E, tangu zamani tu sio kwa majana. Na aliponiomba niende nikamwone nilijua tu ni ni ndugu yangu e, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu sasa, kiongozi mkubwa, lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu. Binadamu unabaki baki ujamii. Kwa nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamia. Akaniambia uje ofisini. E, sijui kama ana nyumba Dar so es Salaam ni kwa sababu mimi namjua yuko Dodoma alipokuwa waziri wa fedha e. Basi akaniambia nimwone ofisini e, alinipigia ye mwenyewe akiwa anataka nionane naye. Nikasema siwezi kukataa kuitwa na kiongozi wa serikali, ni kiongozi wetu e, ameshatangazwa waziri mkuu, ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali. Nchi inaendeshwa na serikali, tunasema serikali ni mashine ya nchi, ni injini eh? ya nchi. Nchi haiwezi kuendelea, nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe. Nchi eneo lile lenye mipaka yake na watu wenyewe, na kule kujitawala kwa watu wenyewe, basi hapo ndio, hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ile, sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea ukweli, mazungumzo yalikuwa ni binafsi hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali hapana yalikuwa ni mazungumzo binafsi na mazungumzo binafsi ni wazi tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa sasa mtafanyaje sasa mna na nini tunaongea tu kama kawaida ni e, masikitiko e, sasa tufanyeje tusaidianeje tunamwambia sisi tunaendelea kuwasaidia kuombea lakini tamko maaskofu wametoa E, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo, kwamba lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani, baraza linasemaje, hali hii tuifanyeje. E, ni wazi baraza limeongea kwenye, wa, kwenye tafakari yake. Maskofu wamekaa, maskofu wote wamekaa, wametoa tafakari yao. Ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho ndicho kilichopale. Kwa hivi, kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda ni, kumuona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini. Na wala hata wakati wa kuongea hakuepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja tukasema, tuka ah tuka hem tupige picha bwana, tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere pa picha ya Nyerere pa eh, ambaye na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi mnanyinyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu. Tena tunavyo shangit, tunavyo pongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo <laughs> kwa hivi, kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi, na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji e, msemaji kadiri ya katiba ya Baraza la Maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili Anayetoa hilo ni rais wa baraza la maaskofu, ndio anayetoa, wengine wote mpaka wakabiziwe na yeye. Kwa hiyo hata ningeenda, ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa Baba Askofu, rais wa baraza la maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniomba na niambia ni, amekuletea barua, anasema ajenda ni nini? Hayo hayakwepo. Kwa hivyo sikuenda kitaasisi, nilienda kama mimi, ndio